Wapendwa, nafahamu kwamba tumeingia kwenye mchakato wa kujenga kanisa kuu mbadala la Bikira Maria mama wa Mungu ambalo tunaliita teo shirikisha ambacho mnakijua na mkijui, ni hiki. Tulipotangaza mpango wa kujenga kanisa la Theotokos, tulitangaza kwamba tunalijenga kule Niza Ulole. Katika kuendelea na mchakato, tumegundua yanatwama kwa hiyo itubidi tuamue kwamba pale, kadiri ya ushauri wa wataalam, bado litajetumika kama eneo la jimbo, lakini halitaweza kubeba jengo lenye uzito wa lile kanisa la Theotokos. Kwa hiyo tumeamua kenzaolole ya tabaki tabaki eneo itakalombeba shughuli nyingine za maendeleo ya jimbo. kama vile ujenzi wa shule, kituo cha afya na kadhalika. Lakini baada ya kuendelea kwenye kamati, tulifikia uamuzi kwamba kanisa la Theotokos litajengwa Pugu. atuma wataalamu wakaenda kupima na kutazama na wakaturudishia taarifa kwamba eneo linatosha, linakidhi na linafaa sesant kwa ajili ya maadhimisho yetu. Hilo limefanyika vizuri na hatutaichafua wala kulibomoa, tutakapoadhimisha katika Kanisa Kuu Mbadala Theotokos itakayokuwa Pugu. Watu wakizidi kwenye lile kanisa, wengine watawekiwa skrini kwenye ile shete wakae wahudhurie ile ibada inayo

niijayo tutakuwa na mkutano mwingine ambayo tutafanya marejeo ya mambo ya Theotokos. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapofikiria Pugu marathon, pamoja na mambo mengine ambayo tutapaswa hatimaye tuyashirikishe, ni hiyo inayohusu ujenzi wa Theotokos, ni namna mwako